Swali langu la mwisho kwa Diamond Platinum, tumeona ukiwa unafanya vizuri sana katika industry ya uh, movie, ukizungumzia famous, young and rich, tutegemee kwamba kwa hapa nchini Tanzania kuna mm, viwanda vingi vya watu ambao wanazalisha filamu nchini E yeah, wanaweza kufungua milango kwa wewe ushiriki katika filamu za ndani hapa nchini <coughs> tutegemee hivyo, lakini addition question ni kwamba kipindi cha nyuma nakumbuka, wakati Diamond, na Diamond na ndo unaanza, ulikuwa una, una, una, una plan ya kutoa filamu pamoja na Wema Sepetu, ile filamu ilifahamika kwa jina la Temptation labda tutegemee kwamba kwa sababu Diamond, umerudi sasa kwenye filamu, tutegemee kwamba ile filamu itaweza kushutiwa kati yako wewe na Wema i <laughs> <laughs> na kushukuru. Ah, kuna unajua, licha ya kwa kwamba wacheza wa filamu wetu wa Tanzania wanafanya vizuri sana. Lakini kidogo bado soko letu lina changamoto kwenye upande wa kifedha Tanzania. Ndio maana utaona kumekuwa kuna tamthilia nyingi ndio zinafanya vizuri katika uh, vingamuzi mbalimbali, lakini nadhani uh, bado kidogo kuna stability ya yajakaa katika movies za uh, moja moja. Kwa hiyo maombi yangu, mashauku yangu, watu waendelee kuwekeza katika movies Isiyo tu kwenye tamthilia zote. Tamthilia zinafanya vizuri sana kianga, sasa kuna tamthilia zote zinakuwa za kwenye ving'amuzi tofauti tofauti. Sasa hao ndugu zetu hao bongo movie wanafanya kazi vizuri sana. Wa sana na mimi niwashikii sana na nawaombea na naomba wa wawekezaji waekeze fedha ili ziweze kufanyika movies pia kwa jamii, sababu hapo inapokuwa hapo, sasa soko linakuwa lina kwanja, kwa ni rahisi zaidi mtu kufanya kitu, labda labda niongezee ni hapo. Uh, naomba kitu kimoja tu tuelewane. Unapoona uh, makampuni yanatoa ushirikiano mkubwa sana kwenye sanaa, nyie kama waandishi wa habari naombeni wapenda nyie support ili waweze kutusaidia kwenye sanaa zaidi. Uh, naomba nitumie na nafasi hii kwa Pepsi kuwapa, at least jaribuni kuweka product placement katika hizi series za ambazo zinazoendelea Uh, mwezi kuweza kuwezesha zaidi. Unajua, mnapoweza kuwezesha zaidi, tasnia inakuwa bajeti inaongezeka, wasanii wetu nao wanapata hela, mnelewa. Kwa hiyo kwa waandishi, naomba nanyie muwe mnasisitiza makampuni, mkiona kampuni tu limejileta kwenye sanaa, naombeni muwe mnawashindilia mule, mule kidogo at least wa waweze kutusaidia kufika mbele zaidi, sababu tuwe wigo la sponsorship ile kubwa zaidi. Kutoka Rick Media, kwanza kabisa hongera kwa Pepsi na Diamond kutokana na mwendelezo wa kufanya kazi, ni kazi inaonekana inafanyika. Hongera sana Diamond, lakini pia si tunafurahi kuona unashikilia nafasi yako ulioko na unaendelea kwenda mbele zaidi. Tunatamani kuna kina Diamond wengi sana mtano kwa maana ya wasanii ambao wanaanza na wenyewe au wanafanya muziki na wao wafike sehemu fulani kama ambavyo uh, wewe umefika. Ah, nilitamani kukuuliza wewe kwa sababu kwa vitu vingi sana kwenye muziki tunakutazama wewe kama Godfather. Uh, kwa maana ya upande wa lebo, niseme upande wa lebo imekuwa ikionekana wasanii wa kutoka kwenye lebo mara nyingi, sio wasanii wengi ambao wakitoka kwenye lebo wanaendelea vizuri kufanya vizuri kwenye muziki wao mpaka inatafsiriwa kama lebo zinadumaza wasanii pengine pengine ni kutokana na malipo ambayo wanapangiwa wakitoka. Uh, lakini kwa upande wa WCB imekuwa na historia nzuri kidogo uh, Harmonize alitoka na sasa hivi anafanya vizuri naye. Rayvanny alitoka anafanya vizuri na wengine tunatarajia watafanya vizuri kutokana na mfumo wa WCB. Kwako Diamond, unahisi lebo za Tanzania zinakosea wapi mpaka baadhi ya wa wasanii wengine wakitoka kwenye lebo wanashindwa ku maintain status yao. Kwa mfano juzi tumeona Ibra na Harmonize walipokuwa wakitupiana maneno mtandaoni na wewe ukaweka ngoma ya Ibra, copy and paste. Ile ilikuwa na maana gani kwanza kwa au ulikuwa unatamani uzungumze chochote kwenye ile situation? Uh, kwenye kwenye lebo hapo <coughs> unajua kila lebo ina mipango yake na mikakati yake kwenye kuwa, kuwafanya wasanii wao na hawezi kuhukumu wala kulaumu lebo yoyote kuhusiana na safi wao na kuendesha. Lakini sisi kama Wasafi tunapomsaidia mtu tamanio, especially kwa mimi, tamanio langu ni yule mtu afanye vizuri, akifanya vizuri yeye, wangu mimi natengeza heshima kubwa sana. Kila mtu msanii msania kumsania akafanya vizuri kwa mkubwa kwangu, kwa mimi ni heshima kubwa kuliko Thailand ninayoingiza yule msanii baba katika shughuli za kiasi. Kwa tunawekeza nguvu akili mawazo, inaonekana kama msanii lakini na kile nyuma msanii label, tunakuwa tunaweka the way mtu anavyomwekea brand yako mbele. Kama mimi nadhani wengi wao ni mifano, nachaga shughuli zangu peji yangu inaweza kabadilika kama peji kama ya msanii, nyanyua mtu kutoka sehemu fulani kufika sehemu fulani. Ah, sasa sisi tumepata bahati moja ambao namshukuru Mwenyezi Mungu katika kila msanii ambao tumemtambulisha uh, kwa kazi tulioifanya kushirikiana na yeye, waandishi wa habari na mashabiki, watu wamempokea vizuri, anafanya vizuri. Na kwa bahati pia nzuri wasanii wengi ambao kwa to sisi wali wameanza kutaka kuwa independent walikuwa tayari washafika na mafanikio mazuri, kwa mtu anaona kama sasa hivi nilipofika sasa, lebo nashukuru, naomba sasa nianze kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo akitoka pale, kwa nini anaweza kufanya vizuri? Kwa sababu Wasafi sio tu lebo nadhani watu kitu ambacho wakijua Wasafi sema watu wakija pale kama wako tengine darasani, kwa sababu nawafundisha vitu vingi, kuandika nyimbo, nawafundisha unakuwaje star, nawafundisha unatakiwa present vipi nafsi yako kufika sehemu, yani msanii unatakiwa kufanya nini usifanye nini, kwa hali madogo ambayo kanjelea Mwenyezi Mungu, unawaelekeza mengine. Sasa watachanganya na akili zao na baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo kila mtu ana kishapata hii sasa, mwenye ajoga, ah, kumbe ukifanya hivi na kwa hivyo hivi, na kwa sababu mwenyewe anaenda kuifanyia kazi, na kila mtu anapoifanyia kazi ndio anakuwa kulingana na nafasi yake, Mungu aliombariki na mashabiki wanapokea. Kwa baada ya watu wanapotoka Wasafi, kumbuka wanatoka wakiwa tayari na wanafanya vizuri sana, chakula wanafanya vizuri pale, wanaweza kwenda kujisimamia wenyewe, na ile misingi tayari wanayo. Kwa hiyo baada ya pale wao wenyewe wanaweza kujiongoza, hata kama mtu kitokea sana lakini kwa imani yangu mtu yoyote anayetoka Wasafi anaweza kufanya vizuri sana. Sasa hapo kwenye lebo zingine sijajua wao wenyewe wamekaja misingi yao wanaendeshaje lebo zao, kwa sababu kila mtu fanya ambaye nampa mtu nusu nusu, msanii wangu fanya vizuri, maelekezo sikiza, ufanye hivi. Kuna Ukitunga nyimbo lazima ufanye hivi, usifanye hivi. Ah, wasa basi wa, watu wengi nje wana imani yao wanasanyaga mimi ni sanii wasanii. Sio kuandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambao wasanii mjini. Wasanii wengi Wasafi kila mtu akija pale kuuliza mimi na yeye nani kama andikia mwenzie nyimbo? Kaina watawaambia. Unaweza kutupa mifano. Ah, sio vizuri. So, ila nyingi sana. Okay. Nika nao so, wao zuri vizuri nikuzungumza sababu naakuwa kama hapa. Na watu kimoja kitu kimoja ambacho watu wakielewi. Hata wengine sio. Hata wengine wa sio Wasafi. Sometimes unaona kwa wenyewe wanazungumza. Yaani mimi niko tu hivyo. Siwezi nikafika studio nikakuta nyimbo yako kuna sema iko safi nikakuacha ja tu hivyo. Nitakusaidia alafu ndani, ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza mi, mi, eh. Miongoni mwa vitu ambavyo nadhani watu wengi hawavifahamu. Nadhani, yani, mimi strength yangu imetokana kwanza na kuandika. Yaani mimi kama mwanamuziki, mimi sio mwanamuziki tu avoko. Ai ai Yaani mimi nikishika peni naweza kuandikia nyimbo yoyote, naweza nikakuandikia bulingo, naweza nikakuandikia arambi.